Tokea mwanzo wa Uislamu eh, kwa karne kadhaa sasa, Waislamu wamekuwa wakiingia katika kitabu cha Biblia kujaribu kutafuta ni sehemu zipi huyu Muhammad ametabiriwa, kwa sababu kwa mujibu wa Muhammad mwenyewe ana, alisema wakati ule alipokuwa akihubiri kwamba vitabu hivi vya Wayahudi yani Torati na vya Wakristo yani Injili vilitabiria ujio wake. Sasa kwanza, tufahamu sisi kama Wakristo, madai haya yalianzia wapi? Na kimsingi kuna aya moja katika sura ya saba, sura ile ya saba aya mia moja na hamsini na saba ambapo Muhamad au Allah anakuja ku, ku, kuweka madai kwamba huyu Muhamad alitabiriwa tokea mwanzo kwamba atakuja. Tunasoma hii sura ya, ya saba aya mia moja hamsini na saba nasema hivi, ambao wanamfuata mtume nabii aliye ummi ambaye wanamwona ameandikwa kwao katika Tourati na Injili ambaye anawaamrisha mema na wanakataza yaliyo mabaya na kuwahalalishia vizuri na kuwaharamishia vibaya na kuwaondolea mizigo yao na minyororo iliyokuwa juu yao. Basi wale waliomwamini yeye na kumheshimu na kumsaidia na kuifuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye, hao ndio wenye kufaulu. Haya ndio madai ya Qurani, e, ambayo iliteremshwa kupitia Muhammad, kwa mujibu wa Waislamu kwamba huyu Muhammad ametabiriwa kwamba yumo katika e, Torati na pia katika Injili kwamba Mungu kwa namna ya pekee Allah anatabiri ana uwepo wake hiyo hiyo. E, hii ndicho chanzo kikubwa cha kwa nini mpaka sasa Waislamu wanatafuta vifungu kwa vifungu na pengine wanampenyeza humo Muhammad. Sasa hii sura e, ni sura inatambulika kama ni sura ya iliyoteremshwa Maka. Kwa nini sura kuteremshwa Maka ni jambo la msingi sana kwetu sisi kulitambua kama Wakristo, lakini hata kwa Waislamu wenyewe ukumbuke mwanzo kabisa wa, wa, wa kuanza kazi ya yule Muhammad alianza Maka na zile sura zote ukizichunguza kimakini ki, ki utagundua sura za Meka ni za kubembeleza bembeleza. Muhammad anajaribu kuwashawishi Wayahudi na Wakristo wamkubali kwamba yeye ni mmojawapo wa nabii ambaye anafuata ule mlolongo wa manabii wa Kiyahudi, mpaka baadaye wale manabii waliokuja wa baada ya Kristo. Ndio maana anajaribu kusema kwamba yeye yumo ametabiriwa humo. Sasa kimsingi Wayahudi wa wakati ule wa Maka na Wakristo walikataa katakata kwa sababu maandiko yao walikuwa wanayafahamu. Kuna makosa makubwa mawili ambayo tunayaona wazi hapa kwa, kwa upande wa Muhammad. Kwanza katika karne ya saba wakati ule bado hivi vitabu vya, vya Biblia katika Agano la Kale na Agano Jipya vilikuwa bado havijafasiriwa kwenda katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo Muhammad analeta madai haya ilhali bado yeye mwenyewe alikuwa hajui. Yeye pamoja na wale masahaba wake wote hawakuwa na uwezo wa kusoma eh, haya maandiko. Ilikuwa tu ni kutokana na kusikiliza, sikiliza huku na kule, akajiaminisha kwamba yumo katika hivi vitabu. Lakini ja la pili kubwa ambalo Muhammad kwa mujibu ma, ma, ma, wa maandiko ya Waislamu wenyewe na mafundisho yao ni kwamba alikuwa mtu ambaye hakujua kusoma na kuandika. Sasa kitendo cha kutokujua na kusoma na kuandika na yeye ilikuwa ni, ni tatizo kubwa, na ndio maana hata leo hii ukipita katika vifungu vyote ambavyo waislamu wanasema vinamtabiri Muhammad unagundua ni ulaghai mkubwa sana na inasikitisha kwamba waislamu bado wanaamini hivyo wa kristu, na pengine baadhi ya Wakristo wanadanganyika na kukubali Uislamu. Sasa hatuko hapa ku, ku, ku, ku, kukosoa, lakini tuko hapa kusema ukweli ulivyo, kwa sababu mwisho wa siku imani hizi mbili zote kila moja inazungumzia habari ya hatima ya maisha baada ya ya, ya kifo au baada ya maisha haya ya mwilini. Na ndugu yangu mwislamu, nataka ufahamu, kama imani yako inafika pahala inahitaji kutumia uongo kupenyeza imani yake, inabidi utafakari sana, ujiulize hili. Kwa nini Islamu inafika pahala inafika pahala kutaka kutumia ulaghai ili kukushawishi? Tutakwenda leo hii, tutaenda e, katika mfululizo huu tutakuwa tunapitia kila aya ambazo waislamu wamekuwa wakidai kwamba zinatabiri ujio wa Muhammad. Leo tutaangalia eh, kutoka kwenye Torati sura ile ya kumi na nane aya ya kumi na nane au tunasema sura ya kumi na nane mstari wa kumi na nane ambao waislamu wamekuwa wakisema unamtabiri eh, Muhammad. Tunasema hii 18 na mstari wa kumi na nane nasema hivi. <clears throat> Kwa kuanzia, nitaanzia eh, eh, mstari wa kumi na tano ili kupata mtiririko vizuri. Bwana Mungu wako atakuondoshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi hapa. Ni Musa anazungumza na, na Waisraeli, msikilizeni yeye kama vile ulivyotaka kwa Bwana Mungu wako huko Herobu siku ya kusanyiko ukisema, nisisikie tena sauti ya Bwana Mungu wangu wala nisione tena moto huu mkubwa nisije nikafa. Hapa ilitokea ni kwamba baada ya, ya, ya Mungu ku, ku, ku, kutoa amri kwamba Waisraeli wa wakusanyike chini ya mlima alafu atazungumza nao Waisrael wakatishika sana, kuanzia hapo wakamwambia Musa kwamba ah, kuanzia sasa wewe ndio ambaye unaweza ukaongea na Mungu, utakuwa unatupa tu ripoti kwao, wakawa wana, wana hofu sasa. Baada ya hapo uh, tunaona Mungu anaongea Bwana sasa Musa naye kusema, Bwana akaniambia wametenda vyema kusema alivyosema. Sasa hapa Mungu anaongea uh, ana mimi, nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake naye atawambia yote nitakayomwamuru. sasa namna gani Waislamu wanatabiri hapa katika lile eneo mfano wake, yaani bwana Mungu anawaambia wa, Wayahudi kwa kupitia Musa kwamba nitaondeshea nabii mfano wake. Sasa mfano wake, waislamu wanatafsiri hivi kwamba, wanamfananisha na Musa na wanatofautisha baina ya Musa na, na Yesu Kristo kwamba hapa anayezungumzia ni Muhammad, kwa sababu kwanza, wote walizaliwa katika kawaida kwamba walikuwa na baba na mama. Kumbuke bwana Yesu yeye alizaliwa na bikira, hakuwa na baba wa, wa kimwili. Na jingine wanasema wote walipata wali walioa na kupata watoto, huyu Musa na, na, na Muhammad. Na pia walileta sheria, kwa sababu ukumbuke Musa yeye ndio nabii ambaye aliteremshwa zile amri kumi na, na Torati na, na, na mapokeo ya sheria mbalimbali. Jingine ni kwamba wanasema wote pia walikufa. Sasa tofauti kubwa hapa inakuja hivi, Muhammad alikufa akazikwa, lakini ukiisoma Biblia utagundua e, Musa ye alizikwa na Mungu na mpaka leo kaburi lake halijulikani, kwa sababu Mungu wa namna ya pekee aliamua kuzika ambako haijulikani. Huyu Musa alizikwa na Mungu, huyu e, Muhammad alizikwa na wafuasi wake. Lakini sisi Wakristu tunaangalia nini? Tuangalie mambo kadhaa. e, mfano wako kwani, kwa sababu wanasema, wanaposema baina ya ndugu zako na mfano wako wa Kristo tunaangalia nini sasa? Tutazame mfano ni mtazamo wa kikristo anavyozungumzia e, e, mfano wako wanamaanisha. Lakini kabla ya hapo, tuseme jambo moja la msingi sana. Unapoisoma kama nilivyosema huko katika, katika mojawapo mafunzo yangu ya nyuma, ni kwamba e, Allah na huyu Yahwe ni miungu miwili tofauti kabisa, na ukiisoma hii hi, hi, hi, sehemu unagundua anayezungumza hapa ni Yahwe kutoka toka ule mstari wa kumi na tano tunaona katika neno limeandikwa BWANA kwa herufi kubwa, kama ilivyowaambia, unapokuta neno BWANA katika herufi kubwa katika Agano la Kale ni Yahwe anazungumziwa hapa. Huyu Mungu anazungumziwa hapa ni Yahwe ambaye si Allah. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa la msingi, kama Wakristo, huyu si Allah anayezungumza katika Biblia hii au katika katika hizi hii mistari tunayosoma hapa. Kwa hiyo hilo la kwanza la kuifahamu, lakini tuende kuangalia ile, ile, swala la ndugu eh, mfano wako wewe katika wanamaanisha kwa sababu Waisraeli wa wao hawa wanamjua ndugu ni nani? Tuende tukasome, eh, tukasome Mwanzo sura ya ishirini na mbili mstari wa kwanza mpaka wa pili. Inasema hivi: ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia e, Ibrahimu naye akasema e, na mimi hapa. Akasema mchukue mwanao, mwana wa pekee umpendaye Isaka ukaende zako mpaka nchi ya Moria ukamtoe sadaka kutekezwa huko juu ya mlima mmoja wapo. Nataka kuambia jambo la msingi sana kuangalia hapa wakati huu eh, Yahwe anamwamuru anampa, anampa uh, anamjaribu Ibrahim kumtoa mwanawe Isaka. Mungu anamtambua Isaka kama mwana wa pekee hapa. Ni baada ya, ya, ya Ismaili kufukuzwa eh, katika katika boma ya, ya Ibrahim. Na katika kufukuzwa kule, aliondoka akiwa na kigudulia cha maji na mkate tu. Maana yake ni kwamba Ibrahi, eh, eh, Ibrahim anamkata uh, Ismaili kutoka katika uh, kutoka katika wanawe. Anatambulika kama ni mtoto wake, lakini sio mwanawe tena, kwa sababu katika mila za Kiyahudi na mila nyingi za Kiarabu pamoja na Waafrika tunafahamu kwa mtoto wa kiume kuondolewa katika nyumba ya baba, asirithi chochote ni ishara ni mbaya sana, kwamba huyu mtoto tayari hahesabiki kama ni sehemu ya uzao wake. Hili ni jambo la msingi, na ndio maana hata Mungu analikubali kwa kumwambia kwamba mchukue mwanao, mwana wa pekee umpendae, Isaka. Hili ni, ni, ni statement ya msingi sana. Tuende katika somo jingine hapa, tukaangalia katika kumbukumbu la Torati. Eh, tunakwenda polepole ili tuweze kuelewana hapa. Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka wa pili unasema hivi Makuhani wa Lawi, kabila yote ya Lawi wasiwe na fungu wala urithi pamoja na Israeli, watakula sadaka za Bwana zifanywazo kwa moto na urithi wake. Hapa ni, ni, ni cha kwanza hapa. Twende katika mstari wa pili, wala wasiwe na urithi kati ya ndugu zao, Bwana ndio urithi wao, kama anavyowaambia. Sasa ukumbuke, Isaka alimzaa alizaa watoto wawili Ee, Yakobo pamoja na, na Esau sasa. Mungu baadaye anaelezea wazi anavyojitambulisha anasema, ni, ni Mungu wa, wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Na, na Yakobo anakuja kuzaa watoto kumi na mbili na haya watoto kumi na mbili wanakuja kutambulika kama makabila kumi na mbili Hapa wanazungumziwa ile kabila la Walawi ambao Mungu analitenga kuwa ni kabila maalum kwa ajili ya kwamba wao hawa ndio watahudumu Eh, hudu, watakuwa kama ndio, ndio, ndio eh, kabila ambalo litakuwa linatoa eh, wa, wa makuhani. Kwa hiyo hawa baada ya, ya, ya Waisraeli kuingia u, m, Kanani, hawa wanakuwa hawakukatiwa ardhi, wanaambiwa kabisa hawatarithi kati ya ndugu zao. Ndugu zao ni nani? Yale makabila mengine kumi na moja yaliyobakia ikiwemo Yuda na wengineo. Sasa wa, unaposoma Biblia hasahasa hasa, gano la kale unapokuta wazee wanazungumzia ndugu zao ni watu ambao wapo ndani ya yale makabila kumi na mbili ya Israeli. Tukasome eh, jambo jingine ni kwamba tukumbuke waislamu wa wao madai yao wanadai Muhammad yuko katika uzao wa Ishmaili. Sasa tuangalie ahadi ya Mungu katika kupeleka manabii na mtiriko ule upo katika ahadi ya nani, Ismaili au Isaka? Tuende tukasome kitabu cha Mwanzo, safari hii tutaenda kusoma Mwanzo sura ya, ya ishirini na moja <clears throat> mstari wa kumi na mbili unasema hivi: Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako, kila akuambiacho saya Sara sikiliza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Kwa hiyo huu uzao wa Ibrahimu anaoahidiwa haukutokea, haukupitia kwa upande wa Ishmail, walipitia kwa Isaka. Kwa hiyo na ndio maana tunakuja kuona baadaye Mungu hata anavyojitambulisha anasema, mimi ni Mungu wa Israeli, mungu wa, wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Tunakwenda tutasoma tena safari hii kipengele kingine e, neno jingine kutoka upande wa Mwanzo sura ile ya kumi na saba mstari wa ishirini mpaka ishirini na moja nasema hivi: na kwa habari ya Ismaili nimekusikia, nimembariki, nitamzidisha nami nitamwongeza sana sana, atazaa maseidi kumi na wawili nami nitamfanya awe taifa kuu, bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Na unapo unaona, sasa Mungu anasema wazi wazi kwamba ahadi yake na agano lake litapita kwa upande wa Isaka. Anatoa ahadi ya kumbariki Ishmaili, lakini anasema agano lake atalif, at, at, atalifanya kwa kupitia Isaka na, na ile baraka ambazo mataifa mengine yanakuja kuyapata ni kwa kutokea katika uzao wa Isaka. Na ndio maana unapokwenda unapo katika, katika historia ya unabii hakuna nabii hata mmoja kabla ya Yesu Kristo ambaye anatoka nje yale makabila kumi na mbili ya Israeli. Kwa hiyo ukitizama hapa hu, haiwezi, hu, huwezi kuona kwa nini huyu Muhammad atokee katika ule, ule u, mstari au ule uzao wa Ishmaili. Japo pia ukienda katika vyanzo vya kiislamu wenyewe, Muhammad mwenyewe hakuna uthibitisho kama anatoka katika, katika uzao wa Ishmaili, lakini hilo litakuwa ni somo jingine tutakuja kuangalia huko mbele. Sasa tafsiri ya, tumesema pale mwanzoni Waislamu wao wanasema huyu ni Muhammad kwa sababu an, anaposema Biblia, inaposema mfano wako wewe, wanamuona Muhammad, wanasema kwamba kwa sababu wote walizaliwa ka, katika kwa kawaida, wote walioa na kupata watoto, walileta sheria na pia walikufa. Naam, sasa tuangalieje tafsiri ya wakristu kwenye neno hili kwamba mfano wako wewe ina maana gani? Tumeona pale mwanzo kwamba eh, ndugu ni nani katika Waisraeli, tafsiri ya maandiko wanapozungumzia ndugu kwa sababu hii. Ile kumbukumbu la Torati kuanzia kumi na tano mpaka kumi na nane tunaona kwanza anaumziwa ndugu na ambaye anafanana na wewe. Sasa tuende katika ile hoja ya pili kuhusu wasam anasema ni huyu ni Muhammad kwa sababu Musa anafanana na Muhammad, lakini kwa wakristo tunasema haiwezekani kwa sababu kadhaa. Tuende kwanza tukasome Kumbukumbu kumbu la Torati sura ya 34 mstari wa kumi mpaka ule wa 12. La Torati, sura 34, mstari wa 10 mpaka wa 12. Hapa ni, ni, ni, nasema hivi, wala hajainuka tena katika Israeli nabii kama Musa ambaye Bwana alimjua uso kwa uso, katika ishara zote na maajabu yote ambayo Bwana alimtuma kuyatenda katika nchi ya Misri kam, kwa Farao na kwa watumishi wake wote na kwa nchi yake yote na katika ule mkono wa nguvu wote, tena katika ule utisho mkuu aliotenda Musa machoni pa Israeli wote. Watu tunaona mambo mawili. Kwanza, Musa ana mahusiano na Mungu uso kwa uso. Mungu anazungumza na Musa uso kwa uso kutokea pale mwanzo, Musa anapo, anapopata e, Mungu anamtokea katika, katika ishara ya moto katika kile kichaka, na mpaka baadaye Mungu anapanda mlimani anaongea naye anampa mpaka zile amri kumi na, na tena na tena, lakini pia anafanya miujiza mikubwa. Tunapomwangalia Muhammad hapa, sehemu zote mbili anafeli. Katika, katika, katika, hakuna ushahidi wowote kwamba Muhammad aliwahi kukutana achana na Yahwe hata huyo Allah mwenyewe hakuwahi kukutana na Muhammad, lakini pia Muhammad hakuwa mtenda miujiza, na Kurani inaeleza wazi wazi Muhammad hakutenda hata muujiza mmoja. Na ndio maana wanapomdai wakati ule, wanamdai afanye miujiza, anasema mimi nimekuja kama tu e, muonyaji tu. Naam, twende tena katika jambo jingine la msingi, uh, kwamba huyu kwa sababu pia anatoka katika baina ya wana wa Israeli ambao ni kama wewe, mfano wako wewe, tukasome eh, tuone namna gani utimilifu wake kwenye Agano Jipya hii huu hu, utabiri wa, wa, wa sura ya 18 ya kitabu cha, cha Kumbukumbu la Torati na aya ya 18, ut, utimilifu wake unakwenda vipi? Kwa sababu mwisho wa siku ukumbuka kila unabii unatimia hapa. Tumeshaona tofauti ya namna gani Muhammad hawezi kuwa huyu nabii anayetabiriwa hapa. Sasa tukamwangalia Bwana Yesu, namna gani unabii hule un, un, unakamilika. Tunaenda kusoma katika injili ya Matayo sura ile ya kumi na saba mstari wa kwanza mpaka watatu. Na baada ya siku sita Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Hilo ni jambo la kwanza la kuzingatia. Bwana Yesu anapanda na wale wanafunzi wake watatu, Yohana, Petro na Yakobo, mpaka mlimani. Ukumbuke Musa naye alikuwa anapanda mlimani kwenda kufanya ibada. Anasema akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Bwana Yesu anathibitisha utukufu wake kwa kung'ara. Na tazama wakatokewa waka waka na Musa na Eliya wakizungumza naye. Hiki ni kitu ambacho hakikuwahi kutokea kwa Muhammad. Hapa Musa na Eliya wanawasilisha pande mbili kuu katika, katika Uyahudi, upande wa sheria na upande wa, wa manabii, kwamba huyu Bwana Yesu ni Mungu na anathibitisha utukufu wake kwa kung'aa na Musa pamoja na, na, na, na Eliya wanatokea wakizungumza naye. Hapa wanaoripoti haya walikuwa ni wale wanafunzi watatu wa Yesu, eh, Petro, uh, pamoja na Yohana pamoja na, na, na Yakobo. Tunakwenda kusoma Luka sura ya, sura ya tisa. Anaelezea kidogo katika tukio hili hili, Luka anatoa mwe, maelezo ya ziada zaidi Luka ile sura ya tisa, mstari wa ishirini na tisa mpaka thelathini na moja. Ikawa katika kusali kwake sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake akawa meupe ya akimetameta, na tazama, watu wawili wakiwa wakizungumza nao naye, nao ni Musa na Eliya walioonekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakakotimiza Yerusalemu petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wameelemewa na usingizi, lakini walipokishwa amka, waliuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Hawa wanafunzi wanathibitisha na wale, wale manabii wawili Musa pamoja na Elia wanazungumza na Yesu kuhusu utabiri wake wa kufa wake na kufufuka kwake na ule utukufu ambao ataupatia Israeli. Tukasome Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 45. Injili ya Yohana, sura ya kwanza, mstari wa 45 Yohana anasema hivi Filipo akamwona Nathanieli akamwambia, tumemwona yeye aliandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu mtu wa Nazareti, kwamba yule aliyetabiriwa na Musa tumemwona. Hapa wanafunzi wake wenyewe wanakuja kuthibitisha. hawa ni, ni ukumbuke, wanafunzi wa, wa Yesu wote walikuwa ni Wayahudi na walikuwa wanajua maandiko vizuri, na wao wanathibitisha. Na hapa unaona kabisa huyu e, Filipo anakwenda kumwambia mwenzake kwamba tumemuona yule aliyetabiriwa na Musa na manabii. Ukumbuke Bwana Yesu, ujio wake ulitabiriwa sio tu katika hii Torati aya ya kumi na nane, lakini sehemu kadha wa kadha anatabiriwa ujio wake. Sasa tunaona nini hapa kwetu sisi kama, kama Wakristo, lakini pia nazungumza na waislamu pia kwamba eh, tunaona wazi kabisa waislamu hapa, kwa sababu Qurani inawaambia wamtafute huyu huyu huyu Muhammad katika Torati na Injili, wanatafuta kila sehemu bila ya kujali maandiko yale kweli yanathibitisha hilo ama la. Wanabakia kufanya tafsiri na kulazimisha kuingia kwa Muhammad. Tunaona huu ni ujinga tu ambao pengine wanatokana na, na Muhammad kutokujua kusoma na kuandika na wafuasi wake kutokuwa na maandiko ya, ya, ya, ya, ya Biblia ya wakati ule na, na kutokujua kwao, wanakuja wanateremsha hizi aya ambazo hazina msingi wowote, lakini pia la msingi ni kwamba niliwaeleza pale mwanzoni katika mtiriko huu kwamba wakati huo wa Muhamad, Qurani, Biblia ilikuwa bado haijatafsiriwa katika lugha ya Kiarabu. Tafsiri ya kwanza ya, ya Biblia, vitabu vyote vile vya Agano la Kale na Agano Jipya, ilikuja kati ya karni ya nane na ya tisa, miaka zaidi ya mia moja baada ya, ya Muhamad kufa. Na, na hapa tunaona kwamba kwa mujibu wa hii hii sura ya saba Muhamad alikuwa anatapatapa kujaribu kupata kukua, tuseme nini, anajaribu kukubalika na Wayahudi pamoja na Wakristo na ndio maana anazungumzia nipo katika Torati na nipo katika Injili. Tutapoendea katika mtiririko huu tutapita katika haya, haya, maandiko ya maandiko kadhaa ya kwenye Biblia ambayo Waislamu wanahubiri mpaka sasa kwamba ati Muhammad anatabiriwa katika vitabu vya wakristo, kitu ambacho ni upuuzi mtupu. Kwa hiyo ni wito wangu tu kwa ndugu zangu Waislamu kwamba kama imani yako inahitaji ulaghai, inahitaji uongo ili ikubalike, inabidi utafakari sana, ujiulize, huyu ni Mungu wa aina gani? Au huyu ni nabii wa aina gani ambaye yeye ili akubalike anaanza kupenyeza uongo? Au mashehe wako wanaokaa wanakuhubiria kwamba Muhammad yumo? na mara nyingi janja ambao wanaifanya mara nyingi hawakuruhusu usome zaidi ya mstari mmoja. Na kusisitizia wewe, Muislamu, chukua Biblia popote pale, na huna haja kwenda kuinunua, unaweza ku download soma, soma mwenyewe uone maandiko yanasema nini. Tutaendelea kuchanganua baadhi ya, ya, ya maandiko ya huko mbele, mojawapo, kwa mfano katika injili ya Yohana na sehemu nyingine kadhaa ambazo Waislamu mpaka sasa bado wanangang'ania kwamba humo kuna tabiriwa Muhammad. Lakini na wewe Mkristu ufahamu jinsi gani kwamba Mungu Yahwe hauwezi kukosea, ni Mungu ambaye ni mwaminifu sana, ni Mungu mwenye hekima ya hali ya juu. Hichi tunachokiona au madai haya tunaona kutoka Waislamu ni ulaghai tu, na inasikitisha kuona kwamba bado mpaka sasa wapo watu wanaoamini, na pengine Waislamu wengi nao kwa kuto kujua wanaendelea kubeba huu uongo lakini baadhi yao wanajua, isipokuwa na wao wanaendelea kushabikia huu uongo, kwa sababu tunaweza ni, ni, ni, ni, kusema ni wanageuka kuwa ni, ni watumwa wa uongo. Inasikitisha, lakini kuendelea ndugu yangu eh, Mwislamu, ni kutie moyo tu kwamba tafakari haya yote, yaweke moyoni, kwa sababu mwisho wa siku hatima yako iko mikononi mwako mwenyewe, una, una uwezo wa kuamua lipu uamini, kwa sababu Bwana Yesu mwenyewe anatuambia anasema, mimi mi njia na kweli na uzima hili la pili mimi ni kweli mimi ni njia kweli na uzima na mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi ni neno ambalo Muhammad asingethubutu kusema hata siku moja karibu uendelee kufuatilia mlolongo huu tutaendelea kuchambua baadhi ya vifungu ambavyo Waislamu mpaka sasa bado wanaendelea kusema kwamba Muhammad anatabiriwa ana, ana, ana katika maandiko matakatifu ya, ya, ya Biblia karibu sana Mungu akubariki